Chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Mtakatifu Gaspari Itigi kinawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wa kidato cha nne na cha sita nafasi za masomo kwa muhula mpya wa masomo 2025 2026 kwa kozi zifuatazo: stashahada ya utabibu yani clinical medicine. Muombaji awe na angalau D nne katika masomo ya fizikia, kemia, baiolojia na masomo yoyote isipokuwa ya dini. Stashahada ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery. Muombaji awe ya na alama ya C ya biolojia na kemia pamoja na D ya fizikia na masomo yoyote isipokuwa ya dini Asta shahada ya mionzi yaani certificate in diagnostic radiology muombaji awe na D katika masomo ya kemia, baiolojia, fizikia, hesabu na Kiingereza. Pia stashahada ya maabara ya sayansi tiba, yani diploma in laboratory sciences, muombaji awe na angalau D katika masomo ya kemia na baiolojia pamoja na alama D katika mojawapo ya masomo kati ya hesabu, fizikia au engineering physics. Pia chuo kinatoa nafasi ya kujiendeleza, yani upgrade course, katika kozi zifuatazo: utabibu, uuguzi na ukunga, pamoja na maabara ya sayansi tiba. Chuo kipo ndani ya hospitali ya rufaa na mafunzo ya Mtakatifu Gaspari Itigi, mkoani Singida. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Wapo walimu mahiri na wa kutosha, mazingira mazuri ya kujisomea pamoja na ulinzi wa kutosha. Hosteli na chakula vinapatikana chuoni. Wanafunzi pia watafanya mazoezi kwa vitendo katika hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Gaspari. Chuo kina maktaba, chumba cha kompyuta zilizounganishwa na internet na maabara ya kisasa. Dirisha la udahili limefunguliwa rasmi tarehe 28 Mei mwaka 2025. Kwa mawasiliano zaidi piga ya simu namba 0625 888778 na 0755214277. Waweza pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii kwa jina St. Gaspar College au St. Gaspar Hospital. Sisi chuo cha afya na sayansi shirikishi cha Mtakatifu Gaspari Tigi tunasema, tufanye mengi vizuri na haraka. Nyote mnakaribishwa.